Na kwa kina zaidi kuhusiana na taarifa hizi za kimataifa, anaungana na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Rahbi. Uh, tuanzie hili la Israel ambapo waziri wa ulinzi yeye amesema kiongozi wa Iran Ayatola hawezi kuendelea kuwepo, na kauli hiyo hame, amezungumzwa wakati uh, zikiendelea nchi hizo mbili kushambuliana uh... Israel Katz ndio waziri wa ulinzi wa Israeli uh, binafsi namuona kama anakwepa jukumu lake, anakwepa jukumu anataka, yani kama amepata kichaka fulani. Jukumu gani ambalo analikwepa? Yani, amezungumza baada ya mashambulizi ya Irani kupiga hospitali ya Soroka mm -hmm. Yalipiga Central Tel Aviv jana, wakapiga Stock Exchange ya Tel Aviv na wakapiga maeneo tofauti. Sasa yeye ameenda kujificha kwenye swala la kuwa huyu mtu hapaswi kuwepo, badala kuwajibu wa Israel kwa nini yale makombora yamefika pale kwa sababu hii nchi ina mifumo bora sana ya ulinzi. Sasa hiyo mifumo kazi yake ni ipi, au kipi ambacho kinachofanyika kwenye hiyo nchi ambayo inafanya kuwa iweze kufikika kwa kila, ki, ki, kirahisi kwa namna hiyo. Sasa Israel Kas alipaswa ajibu kwanza kwa watu wa Israel kuwa amewalinda kwa kiasi gani au amesaidia kiasi gani wa Israeli kulindwa ili wasiweze kufikiwa na makombora ya Iran. Mm -hmm. na tutapata kwa kina zaidi hapo kuhusiana na hilo, lakini kwa kile ambacho kinaendelea kama ambavyo umezungumza, uh, Katz yeye amemlinganisha Kamenei na kiongozi wa zamani wa manazi wa Ujerumani Adolf Hitler, wakati akihutubia pia katika mji ulioshambuliwa wa Holon na katika hili uh, ni, ni, ni kama kile ambacho uh, kinaelezwa uh, mwanzoni ilikuwa um, mazungumzo yafanyike, lakini mfano kule ya viongozi walipokutana wa nchi za G7, Trump akatangaza ye ataondoka mapema na kweli aliondoka mapema, kwa hivyo hata baadhi ya yale mazungumzo hayakufanikiwa. Unajua, dunia ikitoa unafiki Hilda, tukasimama kwenye ukweli, tutatoa majibu kuwa huenda wale wanaoshutumiwa na wanaowashutumu ndio wanahusika. Mfano, wamefana, wamefanisha Irani, au kiongozi wa Irani Khamenei kama Hitler, licha ya nguvu kubwa ya Irani kwenye ukanda mzima alionao, kwa sababu kwa mashariki ya kati Irani ni jeshi la pili nyuma ya Uturuki. Irani hajawahi kushambulia nchi yoyote mashariki ya kati, hajawahi kuishambulia nchi yoyote katika eneo la mashariki ya kati ba, ku, ukitoa vita ya Iraq na Iran ya miaka 80 hajawahi kuingia kwenye mzozo wote. Sasa tuhesabu ndani ya miaka miwili Israel kashambulia nchi ngapi? Kapiga Lebanoni, kapiga Siria, kapiga, uh, Yemen, kila sehemu kapiga Iraq kapiga, kapiga, Irbil kapiga kila sehemu, lakini Iran hajawahi kungusa yote. Halafu turudi kuwa nani kaanzisha hii vita. Aliyoanzisha ni Israeli, ndio kaamka asubuhi Ijumaa kaenda kaua majenerali wa Iran, kaanzisha mashambulizi yeye. Juzi wiki iliyopita, Israeli alipiga hospitali Irani na wakalalamika, kwani unapiga hospitali? Kapiga kituo cha televisheni Unawezaji kwenda kushambulia kituo cha televisheni ambacho hakina ulinzi? Kapiga wakalalamika, lakini kwa nini mnafanya hivi? Mbona huu ni ukiukaji utarati... nyinyi mmesema kuwa mnakuja kupiga vinu vya nyuklia, pigeni kwenye maeneo ya kijeshi na nyuklia. Kwa nini mnakwenda, mnaenda kupiga kwenye televisheni? Mm, kwa nini mnaenda kupiga hospitali? Sasa Iran walichokijibu jana ni kile anachokifanya Israeli, wakaenda wakapiga tena hospitali ya jeshi. Israeli alipiga hospitali ya kiraia, lakini tunapozungumza kuna hospitali gani Gaza inafanya kazi? ni hospitali mbili au tatu Gaza nzima eneo lenye watu milioni mbili na laki tatu, Israel kalimaliza lote. Israel alimchukua daktari Husamu Abu Safia, nakumbuka kipindi kile daktari walimteka wakamchukua, mpaka leo yupo gerezani. Kosa la huyu daktari lipi? Kikosi cha Israel cha Golan eh, kilienda kuwaua wahudumu wa Umoja wa Mataifa kumi na tano kwa kuwapiga risasi juzi tu, wapo Umoja wa Mataifa ni kiasi miezi miwili, wahudumu wa Umoja wa Mataifa wahudumu wa afya, imeenda kuwapiga risasi na ushahidi umetokewa kabisa, kwa sababu video ilirekodiwa. Sasa yeye anapoguswa anakuwa hmm, victim kama hivi, yaani wanataka dunia nzima iliye na wao kuwa, kwa nini Iran ikapiga hospitali kwa nini, lakini tabia yenu ikoje? Kwa wengine kwa sababu hiki kinachofanyika nyinyi mmekifanya mara mara mara. Kumbuka wakati wa mwanzo wa vita hii ya Gaza, hmm, mwezi wa kumi na moja wakati Biden anasafiri kwenda Tel Aviv alienda mara moja, unajua ile katika vurugu, alienda mara moja. Wakati anasafiri Israel imeshusha kombora kwenye hospitali ya Albeit Baptisti Ahli Bait, ya Baptisti inayohudumiwa na Waingereza, aliua watu 350 lile kombora liliua watu 350 ndani ya hospitali. Lakini nini kilitokea sasa? Irani walipogusa, alipogusa, wanataka waonekane duniani kuwa wao ni victim, yani wao ni waathirika, lakini wao ndio walioanzisha vita. Uh, kwa upande wa Marekani kuhusika pia na, na vita hii ya Iran pamoja na Israel wamekuwa wakihusishwa licha kuwa kulikuwa na matamko ya kukanusha hili, uh, lakini White House wenyewe wamesema kwamba ndani ya wiki mbili zijazo watatoa maamuzi ya uh, nini ambacho uh, it, it, it, it, it, it, it, itasimama upande gani. Katika kitu ambacho kimewakera sana wa Israel ni tamko la White House la jana, hmm, kwa inataka wiki mbili ndio itaamua kama iingie au haingii, wakati Israeli tayari pumzi imekata kwenye hili, kuwa siwezi tena yani, kuwa maanake Netanyahu alitegemea ndani ya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu Marekani atajiunga naye kwenye hii vita. Sasa unaona kuwa lengo la kwenda kuathiri nyuklia za Irani, takriban wiki moja bado, inaonekana kuwa hakuna mafanikio makubwa kwenye hilo. Kwa hiyo ukisikiliza Netanyahu alichokuwa nakizungumza juzi kwenye hotuba yake alisema kuwa sisi tunafanya ustaarabu kwa ajili ya kusaidia ulimwengu wa Magharibi. Akasema kuwa leo Tel Aviv inashambuliwa kesho itashambuliwa New York. Ni kauli za kukata tamaa, yani kuwa anahitaji msaada ambao labda nisaidiwe. Lakini jana wakati alivyotembelea hospitali ya Beersheba akazungumza tena, akasema kuwa tunategemea rais ambaye tunaelewana naye atatusaidia na hivi sasa ataingia kwa ajili ya mustakbali wa maisha yetu anakusudia mm, Trump aingie. Sasa Trump kusema kuwa tutaingia baada ya wiki mbili, anasema kwamba kwa, bado anaamini kuna ma, mazungumzo yanaweza yakafanyika, kwani walikuwa na kipi? Kwa sababu Trump mwenyewe tumuulize kuwa kulikuwa kuna raundi tano za mazungumzo ambayo yeye alikuwa anachezesha mchezo wa hadaa Trump na, yani tuseme Marekani na Irani walikuwa na mazungumzo ya raundi tano ambayo mara tatu yamefanyika Muscat, mara mbili amefanyika Rome walikuwa wanaenda tarehe 15 raundi ya sita wakafanyike wapi? Maskat. Wakati huo Trump anaongea na umma au anaongea na vyombo vya habari duniani, anasema kuwa mazungumzo yetu na Irani yamefikia kwenye nafasi nzuri kabisa. kwani mara ngapi walisema kuwa tunaizuia Israel isishambulie kwa sababu tupo kwenye njia nzuri kabisa, lakini chini kwa chini Marekani anazungumza na Irani halafu anasema a, yani anazungumza na Irani halafu anasema kuwa tunamzuia Israel, lakini chini kwa chini akampa green light Israel, nenda kashambulie Irani. sasa nilikuwa namsikiliza jana Jenerali Mohsin Razai, mmoja wa majenerali wakubwa wa, wa Iran, anasema kuwa kwanzia walipoanzisha mazungumzo ya mwezi wa tatu hmm. Yani mazungumzo ya mwezi wa tatu yalipoanza, sisi tulijua kuna vita, anasema Iran tulijiandaa na vita toka mwezi wa tatu. Kwa hiyo hata wakati walitupeleka kwenye mazungumzo yao na meza yao ya hada. Sisi tulikuwa tunajua ni hada. Anasema tulijua vizuri. Anasema walituulia makamanda wetu kwa sababu tulikuwa tunajua kuna mazungumzo yanafanyika, siku inayofata ya pili tu ndio sababu walifanya shambulizi la kigaidi kuua majenerali, anasema lakini, sisi vita tulijua toka mwezi wa tatu, na tulijiandaa na hii vita toka mwezi wa tatu. Anazungumzia kuhusu hata fasiliti za nyuklia, anasema kuwa sisi tulishaondoa kila kitu kwenye masuala ya nyuklia, kwa sababu tulijua nyuklia zitashambuliwa, kwa hiyo tulishaondoa kila kitu. Hii vita sio ghafla kwetu. Sisi hii vita tumejiandaa nayo. Kwa hiyo wao ni muda gani watakaa kwenye vita, lakini sisi tulijiandaa nayo mm. Sasa mm. nini ambacho kitakuwasuluhisho uh, suluhisho uh, kwa hili, kwa pande zote mbili? Nadhani watarudi walipoanzia wakiwa wa kweli. Walifanya mazungumzo ya raundi tano ya hada mm. wakati wanamhadaa Irani kwenye mazungumzo wao wanajiandaa na vita, lakini na Irani chini kwa chini alishawajua akajiandaa. Sasa mara hii wanatakiwa warudi kwenye meza wakiwa, wakiwa halisi, wasiwe na hadaa leo, mazungumzo ya hadaa, mazungumzo ya hadaa, kwa sababu mm. walikuwa wakitoka kwenye mazungumzo wanatoa taarifa, alikuwa akizungumza Steve Whitcoff, walikuwa akizungumza Abasi Arachi, mara zote wamesema mazungumzo yetu yanakwenda vizuri na hakuna lolote baya. Tupo kwenye mwelekeo mzuri, hakuna chochote kibaya. Alafu mwisho wa yote wanaamua ma mashambulizi ya kwenda kuishambulia Irani. Mwja, kwa nini mlitudanganya kuwa mazungumzo yanaenda vibaya? Si bora mngesema moja kwa moja kuwa bana, kuna vitu haviko sawa. Lakini mbele ya Mike au mbele ya vyombo vya habari walikuwa na hada, kwa mazungumzo yalikuwa sawa. Alafu wakaja wakathibitisha kwa sababu shambulizi la kwanza la Israeli, uh, waziri wa kigeni wa Israeli, eh, nani Marco Rubio alisema Marekani haijashiriki. M, muda mchache tu kutoka pale Trump akathibitisha kuwa walishiriki, na akathibitisha kuwa si tunatoa usaidizi wote, maana yake kuwa yeye ndio alikuwa alikuwa kwenye mazungumzo. Sasa kumbe yale mazungumzo yote yalikuwa ni ya hadaa, halafu huku unashiriki kwa kila kitu ambacho kinatokea. Sasa leo kuna mkutano kati ya viongozi wa EU na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Arachi yani, itafanyika kule Geneva huu mkutano utakuwa ni mkutano wa kwanza sasa wa ana kwa ana kwa viongozi wa magharibi pamoja na Irani, kuangalia kuna nafasi gani ya kuweza kulitatua hili swala, kwa sababu mm. kwa vyovyote ilivyo, hali ni, ni ngumu sana muda huu, na mi naongea na wewe, kuna mashambulizi makubwa sana yanafanyika Beersheba na Irani kutoka juzu wametoa taarifa wanasema kuwa tumeuharibu mfumo wote wa ulinzi wa Israeli. Israeli anasema anaimiliki anga ya Irani yote, na Irani anasema kuwa sisi tumeharibu mfumo wa ulinzi wote, ndio maana tunaweza tukashambulia popote tunapojisikia. Hmm, na hata jeshi la Israeli jana lilitoa taarifa ya kusema kuwa Irani ilitumia makombora ambayo ni ya mara ya kwanza inatumia MRV yale ambayo anasema ni makombora yanakwenda multiple, yani yanakuwa yan, yanasambaa, yani ikikaribia kwenye target zina, zinatanuka zinakuwa makombora mengi ambayo yanalenga target. Kwa hiyo yana, anasema ni vigumu kwenda kudhibiti ku, kwenye mfumo wa ulinzi. Sasa Irani anayo kiasi gani? mm -hmm. mm. Sasa uh, mbali na hili uh, la mashariki ya kati tumeona uh, rais wa Urusi iye akisema kuwa nchi yake haitishwi na hatua za nchi ya NATO. Na katika mkutano ule tulimwona uh, pekee uh, rais wa Ukraine akihudhuria kwa sababu kitu kimoja Putin ambacho anaamini mm, hakuna nchi ya Ulaya yenye nguvu kumzidi na anaweza kuifikia nchi yoyote ya Ulaya akijisikia kufanya vile. Anaposema hana tishio yani, anasema kuwa hatuofii, kwa sababu Trump alivyokuja madarakani akatishia kujitoa neto. Katika tishio la kujitoa neto, akawashauri neto kuwa nyinyi kwanza mchango wenu ni mdogo, lakini kama mnataka tuendelee kubaki ni lazima mwongeze bajeti zenu za ulinzi. Neto wana wastani asilimia mbili ya mapato yote ya nchi ndio wanatumia kwenye masuala ya ulinzi Trumpu, na akapendekeza kuwa ni lazima nchi zitoe angalau asilimia tano, ifike asilimia tano katika masuala ya ulinzi. Huu ulikuwa ni mtego wa kibiashara yani, Trump anatembea vyote kuwa hakikishe tu Marekani kwanza. Sasa kutoka asilimia mbili mpaka asilimia tano, hawa NETO silaha zote au tuseme asilimia themanini ya silaha ambazo wataongeza kununua kwenye ulinzi wao zitatoka Marekani. Marekani mm -hmm. Kwao atakuwa amefaidika sana kupitia wanachama wote wa NATO ambao watakuwa wamenunua silaha kutoka kwake, kwa anaweza, hata kama nchi ziko kwenye vita haziko kwenye vita, amefaidika kwa sababu kampuni kubwa za Marekani za silaha zinaingiza pesa nyingi kwenye uchumi wa Marekani. Kwa hiyo kama migogoro inakuwa mingi duniani na silaha zinauzwa sana, ndio wanaingiza pesa nyingi, lakini inaweza wakaingiza pesa bila kuwa na vita kama hivi, katika presha ya Trump wanapozisukuma nchi za Ulaya kuwa ziongeze matumizi ya kijeshi, maanake zitanunua zaidi kutoka kwa Marekani. Kwa hiyo Marekani atafaidika hata kama hakuna vita. Sasa Putin anafahamu kuwa hata wakiwa na silaha anayefaidika ni Marekani, lakini hizo silaha watazitumia wapi? Kwa hiyo ndio maana anaambia kuwa sitishiki na lolote, na kwa sababu kiuhalisia ukiangalia, kama Urusi hana ugomvi na nchi ya Ulaya, yaani nchi fulani isipokuwa nchi, wakati mwingine hizi za Ulaya zenyewe ndio huwa zinatafuta ugomvi na Urusi, kwa sababu Urusi mara zote anasema kuwa utaukataje mkono unaokulisha. Yani amekuwa akilitumia soko la Ulaya, yani ile jumuiya ya EU, ndio sehemu yake kubwa ilikuwa ilikuwa ya kuingiza pesa, yani kufanya biashara, kwa sababu ndio alikuwa anawauzia mafuta, ndio anakouza sana gesi. Sasa vipi ataenda kuwashambulia watu ambao wanamlisha kwa hiyo ilikuwa ni kama ni kauli ambayo yeye mara zote huwa anasema kuwa kauli ambayo inatafsiriwa kuwa Urusi ni tishio kwa Ulaya huwa anasema ni kauli ya kijinga. Yani nani tumemtisha? Nani tume tume tumefanya nini? Kwa sababu hao watu sisi tunafanya nao biashara. Lakini ilikuwa ni kauli iliyokuwa ikitoka Marekani, kwa sababu ya kuwafanya Ulaya waamini kuwa wanatishio la Urusi, ili waweze kubaki upande wa pili wa Marekani, ili Marekani aweze kuwashikilia na kucontrol anavyotaka yeye, lakini kiuhalisia kinachozungumzwa hapa tishio la Urusi ni kile kile ambacho wanapewa Waarabu mashariki ya kati, kuwa Irani ni tishio kwenu, lakini Irani hajawahi kumshambulia yoyote, lakini na wao wote wanabaki kuamini kuwa huyu kweli ni tishio mm. Huyu ni tishio, na wao wanaona ili wajilinde na huyu, wanakimbilia Marekani kwenda kununua silaha. Kwa hiyo, Marekani anafaidika kupitia kile alichokipandikiza kupitia wote. Kwa hiyo, ni kama wote anawaendesha kwa staili ya kufanya biashara nzuri. Mm -hmm. Shukran Rahmi, asante, na pengine katika mkutano huo basi vingine atajiri. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.